Sare suruhu ya leo hii au ni kupongeza, sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata a, alama moja, kwa maana ya mchezo wetu wa kwanza wa ugenini tumepata alama moja, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na tunaondoka hapa tukiwa tunaamini kuna michezo 28 inabakia, ni michezo ya kwenda kujipanga, kuangalia tunarudi vipi kwa nguvu kubwa katika mchezo wa tatu wa ligi tuweze kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo na Sokoine imeendelea kuwa pitch ngumu na Mbeya City imeendelea kubakia wapinzani wagumu kama historia ambavyo inaonyesha, uh, huko miaka ya nyuma. Mwenyekiti, mbele ya macho yako ukiwa, uh, jukwaa kuu pale, mashabiki wamesimama wakiimba aondoke atumtaki, hili linawapa ujumbe gani? Ah, tumewasikia mashabiki wakiwa wanaimba hizo nyimbo, tumewasikia mashabiki wakiwa wanapiga hizo kelele, lakini uongozi wa Young Africans bado upo kwenye uh, mchakato wake wa tathmini. Ikihitajika maamuzi kufanyika yatafanyika, lakini so far bado tunarudi kwenye meza ya tathmini kuangalia wapi tulipo na wapi tunataka kwenda na kila mtu atafanya pati yake. Okay. Mashabiki wanafanya pati yao, uongozi fanya pati yake, yake. yake. wachezaji wanafanya pati yao na na benchi wanafanya pati yake. Kwa kila mtu ana pati yake. Watu tusiwe na haraka. Kwa upande wako, hmm. Wewe binafsi umeridhishwa na performance ya mchezo leo? Wamekaa nyuma Mbeya City uh, kwa muda mwingi wa mchezo, picha ilikuwa ruhusu Yanga kucheza. Tumestruggle kwenye eneo yetu ya kucheza tukaingiza strikers wawili mwishoni, nafika mada ya kumi za mwisho angalau tukaanza kuwa na threat kwenye box la mpinzani. Kwa hiyo technically walikuja na mpango mzuri wa kudefend na umewasaidia kupata alama moja, si kupata alama moja, akasema alhamdulillah. Ali Ali, wakati timu ikiwa inapata matokeo bado, kuna wachambuzi na watu walikuwa na leo badala kuzungumza kuhusu makocha hao wapiga ramli, achana nao hao wapiga ramli, achana nao. Sisi hata miaka ya nyuma hmm, tulianza ligi tukafungwa Mbarali na Ihefu. Kwa hiyo issue sio uh, nyakati ishu ni, ni, ni timu ilivyokuwa sasa hivi na matokeo tuja atakuja tu. Yani Yanga isingeweza kwenda isitoke sare wala isifungwe, tulikuwa tunajua tu kuna siku itakuja mechi itapata sare, kuna mechi itakuja Yanga itafungwa. Hiyo, hiyo ndiyo football. Mwaka tunaofungwa na Ihefu ilikuwa ni mechi ya ngapi? Ilikuwa ni mechi ya tatu au ya nne, ilikuwa ni mapema vile vile. Kwa hiyo ni football, wala isionekane kwamba kuna mtu alipiga ramli ndio kapatia. Ndiyo football iko hivyo. Tulikuwa tunajua kuna siku yanga itaangusha alama, na hiyo siku imefika leo hapa Sokoine kwenye mchezo wa pili, na tunasema alhamdulillah. Kama kuna sehemu za kuimprove, mkipata mapema picha hiyo, mnarudi kwenye meza ya tathmini, mnakwenda kuimprove kwa matokeo yao. Labda mashabiki wa Yanga Africans wanaweza kuingia na pressure, kama afisa habari wanaweza kuambia nini mashabiki wa Yanga Africans? Hakuna, hakuna haja ya kuwa na pressure. Ni mechi ya pili ya ligi, bado michezo 28 ya ligi ya kuchezwa, bado kuna mechi nyingi mno zimebakia hii ni mechi ya pili leo na tuna pointi nne hatujafungwa. tumeangusha tu tume, alama mbili tumepata alama moja, kwa hiyo tuna room ya kuimprove kwenye michezo ijayo. Kwa hiyo tuwe watulivu mm -hmm, tuendelee kupanga mikakati yetu na inshallah tutazidi kuwa bora. Ali, mchezo unaofuata ni unaingia kwenye break ya FIFA. Alafu tunakwenda kimataifa tunakwenda Malawi milongo dhidi ya Silver Strikers. Muda mchache sana wa kujiandaa kutokana na hichi kinachoendelea. kipi kinaendelea? Wewe mona kama na majibu yako, nini kinaendelea huu? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kwa sababu umesema timu yeah inaendelea kuhitaji muda, lakini huo muda tukiangalia ikihalisia ni kama bado haupo. tume, tume, tumepata alama moja leo mm, si ndio? Hatujapoteza mchezo, kuna siku za kupumzika hapa, baadaye tutakwenda kwenye mechi ya kimataifa, kwa hiyo tuendelea kujipanga. Wewe kinachoendelea ni kipi? Mbona kama watusemea? Mimi. <laughs> E, nawashukuru sana ndugu zanguni na amuwe sa na, na safari njema pulida.